Sehemu ya haya mafundisho ambayo nakwenda kuyasema na daftari huko aliko wanaanzangala kuyaandika ya mambo, kwa sababu ni ya msingi sana, tutaka kuyafata ndani ya mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano. Naomba sasa nikimshukuru Mungu kwa ajili ya neno. Ninakushukuru Mungu Baba, Mungu wangu, muumba mbingu na nchi, Mungu ambaye unatenda matendo mazuri, matendo ya ajabu, matendo ya kushangaza katika maisha yetu. Asanti kwa ajili ya baraka ya pekee na siku ambayo Mungu umeweza kunipa weza kufika mahali hapa, Bwana, wakati una katika kipindi kizuri. E, Mungu naomba ukawe nasi katika kipindi cha neno kushirikishana pamoja na ndugu zangu, marafiki zangu na wapendwa, na watumishi na kanisa lako hapa duniani, ni katika jina la Yesu Christo, na kushukuru, Amen. Amen. Kwa hiyo tutakuwa tuna ujumbe kama livyosema leo hii ambao una kichwa E, kinachosema mambo e, yatakayo yata kufanya ufanikiwe mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano. Mambo yatakayo kufanya ufanikiwe mwaka elfu mbili na ishirini na tano. Nazungumza na kanisa na watumishi wenzangu e, na watu wa Mungu wapendwa kabisa, watu ambao wameokoka na wengine wengi, jamii yote yote, watu wote wa Mungu ambao Mungu amewaumba. Ujumbe ni kwa ajili ya watu wote. Kila mtu ana haki ya kusikiliza neno hili zuri la msingi ambalo kila mwanadamu ambaye anasikia akilifuata mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ataona matokeo makubwa katika maisha yake. Mara nyingi watu tunaishi kimazoea, tunaishi bila, bila kufuata kanuni na taratibu mara nyingi tunaishi kiolela olela bila kufata kanuni za msingi, lakini Mungu alipotuumba alituumba tufate kanuni ili tuweze kupata mafanikio. Zipo kanuni za kufata ili kuweza kufanikiwa hapa duniani. Watu wa Mungu wana kanuni za kufata, lakini pia hata wale ambao wanaabudu miungu na mashetani eh, na mapepo na kadhalika na wenyewe wanazo kanuni zao wanaozifuata. Kwa kila upande una kanuni za kuzifuata. Eh, sasa hizi kanuni zinawahusu watu wote ambao wanatamani kuwa upande wa Mungu Baba.